Wateja wangu wamekuwa mkinilalamikia kwamba hawajui jinsi ya kutumia diffuser. Nikasema nitengeneze video hii. Kwa hiyo naomba ukae, usikilize kwa makini mpaka mwisho. Itakusaidia sana video hii ili uweze kuweka mandhari ya chumba chako yawe mazuri, uweze kurelax. Aidha mtu umetoka kazini unataka kupumzika, aidha umetoka kwenye shughuli nzito unataka kupumzika, ni vizuri kupata mazingira safi na yenye harufu nzuri yanakupumzisha akili yako na mwili. Ka. Hi guys. Mm, wateja wangu wengi wamekuwa wakiongelea kuhusu diffuser au humidifier. Wanasema wanapata tabu jinsi ya kutumia. Sasa leo napenda niwaelekeze jinsi ya kutumia. Kweli diffuser ukiwa nayo inaweza ikawa nzuri sana kwenye mazingira yako ya nyumbani, chumbani, wewe kuweka harufu nzuri eh, na kufanya urelax. Sasa zipo diffuser za aina tofauti tofauti lakini leo nitaonyesha diffuser hii ya design hii. Of course matumizi yake zote zinakuwa ni moja, lakini kwa sababu mimi aa, napendelea kutumia hii zina nzuri, kwa hiyo napenda kuonyesha kwa hii. Zipo diffuser za rangi tofauti tofauti, kama hii ni rangi ya peach na hii rangi ya pinki no peach. Kuna mteja wangu sasa hivi kachukua rangi ya pinki kwa zimebaki hizi pitch na nyinginezo. Sasa uh, jinsi ya kutumia diffuser. Kwanza kabisa mara nyingi zote diffuser inakuja na chaja, inakuja na chaja yake. Kwa mfano kama nikiwafungulia hii, kama ukiangalia kwenye video zangu nyingine, utaona inakuja na chaja yake, inakuja na menyu yake hii hapa nne. Na mimi nitawaelekeza hii, unafungua tu kiurahisi, una tilt, ku tilt ni kama kuzungusha fulani hivi like this Una chaja yake hapo. Sawa. So, sasa so, so, so, hii ngoja nirudishe kwenye box lake ili tusiharibu. Tutumie ambayo mimi natumia nyumbani kwangu ambayo ni very nice kwa kweli. Na ukiwa na diffuser lazima uwe na essential oil kama hii. Hii ni ya kwangu nyumbani ya matumizi yangu. Kwa nataka nataka ni niwaelekeze kupitia hii. Diffuser ikija, hii kwa sababu yangu yanatumia nyumbani inakuwa ina maji nimeshaweka kama maji. Mara zote hakikisha ukishaipata diffuser yako mpya ichomoa hiki kidude sawa, akikisha ile spring unaiona vizuri ile spring ndio itasaidia ichi kifunge vizuri. Chomoa hiki kidip kwenye maji, mi nina maji yangu hapa, una dip kwenye maji kama hivi, una kidip, wakikisha kimepata maji, then kirudishe kwenye nani diffuser yako sawa unakirudisha na nayo, kisha kirudisha rudisha na hiki iweze kufunga sawa. Hii itasaidia kwa sababu ni mpya, itasaidia ukiweka maji iweze kupanda kirahisi, harufu ipate kwa uharaka, tofauti na vile ukinua tu papa papa, unaweka maji na kuanza kutumia inakuwa upate haraka harufu ile unayoitaka. Kwa hiyo utaweka maji yako kidogo, na nashauri pia jamani, hizi diffuser, kwa sababu mkoa wetu wa Dodoma maji ni ya chumvi, jitahidi kutumia maji ya chupa, distilled water eh? Maji yako ya chupa kidogo unachukua, unaweka. Sasa mimi hapa maji yangu nishaweka, nataka nachukua essential oil zangu. Mimi kwa sababu spidi harufu kali sana, kwa hiyo nitaweka drops chache. Na maji yangu yako chini sana, naongeza kidogo. Muone hapa. Ongeza kidogo maji yangu. Na uzuri wa hizi essential oil, uzuri wake pia hapo katika kufunga na mama, una tilt nayo kama hivi. Muone hapa inakuwa tayari. Lazima uchomeke kwenye umeme ndio iweze kufanya kazi. Sawa, eh, ndugu zangu ni. Na pia uzuri wake ni kwamba zinatumia tu chaja ya kawaida. Kwa mfano ikitokea chaja yako ile umeipoteza, Ujatutumia chaja hii hapa ya mfano. Tumechajia kwenye boksi. Tokea chaja yako umeipoteza, unaweza ukatumia chaja ya hivi nene, si inaonekana hapo chaja, hata zile za vitochi vile nene. Mi hapa kwa sababu nilikuwa nimechomeka namiangu hapa, ring light yangu kuja nichomoe kosa mwanga kidogo, lakini haina shida. Ili nichomeke hii kwenye umeme, ring light hapo, choma ring light yangu, nachomeka none, imeanza kuwaka, naiwasha on. Unaona kama unaona kamvuke? Mimi nauona mvuke, nikusogezee karibu. Unaona mvuke. Kwa hiyo hapo unapata harufu nzuri na maana chumba chako chote kitakuwa na harufu. Kwa hiyo hivi ndivyo jinsi ya kutumia essential oil, nikitaka kubadilisha kama hivyo, nikitaka kubadilisha, kuzima, sawa, kuwasha. Kwa hiyo kuna mwanga wa papo na mwanga wa uapo kama redi. Unaona eh? Kwa hiyo kazi kwako, karibuni sana. Diffuser zinapatikana na essential oil pia zipo, zipo design tofauti tofauti kama unavyoziona, karibuni sana.